Kwa jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia upendeleo katika mkoa wa Ruvuma. Tumpongeze sana lakini tunashukuru sana. Tumeendelea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kupitia miradi ya maendeleo. Tunashukuru sana. Tumepatiwa pesa nyingi kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Tumpongeze sana uongozi wetu katika mbinu tumeona barabara chini ya TARURA lakini pia katika sekta ya maji sekta ya afya pamoja na usambazaji wetu kupita mikongo ya asilimia kumi sisi kama serikali tutaendelea na mashirikiano na kuongeza mashirikiano na chama chetu ha mtawala na kuhakikisha kwamba mazingira wezeshi kwa ajili ya majukumu yote yalio